Kwa wale ambao mnaweza kuwa mmepata ama mnapata mbegu ya aligeta, pilipili ya aligeta ina mambo mengi sana, inaweza ikakusaidia, na kuna watu wanaitafuta, lakini hivi karibuni nitaweza kufanya njia ili muweze kuipata kwa haraka. Iwapo unatumia pilipili hii, unaweza kuitumia kwa kuondoa uchafu kwa mwili yaani kwa mbegu zake tu kitumia kuintroduce kwa mwili inaondoa uchafu wa kiroho. Ni mbegu ambayo ina uwezo sana wa kiroho, ambao ukipata mtu ambaye anajua kuomba nayo na kumwamini Mungu kutangaza vitu, basi inaweza ikafanya mambo mengi na makubwa zaidi. Kula, kula. kuna watu ambao wanalala wakila kwa ndoto na kunywa kwa ndoto vitu ambavyo si vya maana na unakuta kwamba ukiamka siku yako inakuwa mbaya sana, inakuwa na changamoto kubwa. Unaweza ukatumia mbegu nne uka immediately tu punde tu unapoamka una, unapoamka tu unatumia mbegu nne unakula alafu unatema, unatema, utaona kwamba umekatisha ule uwezo wa ile ndoto yenye umeota na zile vitu ambao umepitia ume, umeota kutimia wengi mnaota hizo alafu, mkiamka ya siku yako inakuwa mbaya, mipango yako inaharibika. Lakini unapotumia zile mbegu mara moja tu ukiamka, unakatisha ile uwezo ambao ilikuwa pale, pamoja na maombi. Usisahau, kuna watu ambao mkitembea cobwebs na wandama cobwebs, unakuta yani buibui unakutana buibui mahali ambapo atapafai, unashangaa, hapa naye buibui imetoka wapi? Sasa unaweza ukatumia ukiangalia vitu kama hiyo unatumia kama mbegu saba, mbegu saba unatafuna tu, utaona buibui zinakuacha. Ziko na mipango ya kudisappoint mtu, yani kufanya mtu asifanikiwe katika safari yake au katika siku yake, vitu vyako vinafungwa. Kama wewe ni mtu ambao haufanyi kazi ya kuja, yani naweza kusema nini, tuseme wewe ni unaitumia, yani hii mbegu ya getapepe, unaitumia na haifanyi kazi kwako. Unakuta kwamba unayo na unaitumia, lakini haupati majibu, haufanyi kazi kwako, ina maana kwamba hiyo mbegu haujui kuitumia, au labda haujui ku haujaifungua vizuri. Lakini ina uwezo mkubwa sana ya kusababisha, kama una safari na hiyo safari auiamini aujui, kama unaenda huko salama, ukishaomba Mungu, chukua mbegu saba weka kwa mfuko, nenda nayo na ukishafika salama mahali unaenda, utatoa hizo mbegu tupe, zimeisha kazi. Mungu atakusaidia na utasafiri salama. Na tukiziweka ukiziweka kwa mfuko zingine, uombe nazo, wakikuwekea sumu kila wale ambao wamekuwekea ndio watapatwa na hilo tatizo. Hizo mbegu zina uwezo sana, ukiomba nazo Mungu atakusaidia. Iwapo biashara yako iko chini ya wachawi, kila wakati unakuta kwamba wachawi wanazunguka biashara yako, haujui la kufanya, biashara iko chini ya wachawi, unaona, chukua mbegu saba, chukua mbegu saba au mbegu nne, saba au nne, hmm? Utafanya nazo kila wakati, utakuwa unatumia saba ama nne, lakini kama umetumia saba itabidi hizo saba ndio utatumia. Kama umetumia ina, itabidi ina utumia, utakuwa unatumia kwa, kwa, siku saba. Utakuwa unatumia unaweka kwa kinywa, alafu natafuna, alafu usimeze, unatema una nje. Kwa siku saba, utaona wachawi wakiachana na wewe, ataweza uchawi utavunjika. Ukisensi ya kwamba biashara yako iko chini ya uchawi, itavunjika. Yani, yani uchawi biashara yako imerogwa, utavunja kwa njia hiyo iwapo wewe unaweza kuwa ni mtu ambaye unapata ngono kila wakati, mandoto za ngono. Ndoto za ngono ni mbaya, zinaweza kukusumbua pakubwa, okay. Kwa hivyo utaweza pia kuchukua mbegu nne au saba, hiyo pia utafanya, utazungusha kwa kichwa, utazungusha kwa kichwa mbegu nne au saba, alafu unatema. Unaona ukifanya ngono na mtu ambaye um, haumjui na ujui kwamba huyu mtu amebeba nini katika ulimwengu wa roho pia unaweza kutumia mbegu saba ukajisafisha nayo na pia ukazungusha na ukatupa. Iwapo ni mtu ambao unaota ndoto za kukimbizwa kila wakati, unaota ndoto za kukimbizwa na manyoka na wanyama wabaya na watu wasiojulikana, na kuanguka anguka, kuwa na mitego mbaya mbaya mbaya, vitu kama hizo, ndoto ambao zinaitwa wired dreams, unaweza ukachukua uh, mbegu zile nne, alafu unaweka kwa kila kona mbegu moja moja alafu namuomba Mungu kwamba damu ya Yesu ama uwepo wa Mungu uzunguke katika nyumba ile, ulale na amani. Mungu atakusaidia, utaona hiyo usiku ukiwa salama au utakuwa na matatizo hayo. Kama wewe ni mtu ambao unasumbuliwa na wachawi au wakukimbia kimbia wale wakupigapiga vitu kwa nyumba na kukimbia kimbia, kile ambacho unaweza fanya na hiyo mbegu, unachukua hiyo mbegu alafu unachukua bitakola ile nilikuwa naonyesha jana unachukua bitakola, unachukua hiyo mbegu, na pia kuna mafuta ambayo inaitwa pamkane oil, mafuta ya pamkane. Unachanganya pamoja, unafungia pamoja, unapanga pamoja, alafu unafungia pamoja, unaomba Mungu, alafu unafunga mbele ya mlango wako. Hakuna mchawi atakaye karibia, wale wa kukimbia kimbia, hakuna mchawi atakaye karibia. Na iwapo uko hapo na pengine umejaliwa kuwa nazo na kuna mtu amekuudhi vibaya sana na anakusumbua na ujui utafanya nini? ungetaka kurudisha ile kizazi wewe, kile kitu ambao unaweza fanya, unachukua ile mbegu za geta pepe na bitakola, unaomba nayo alafu unarudisha. Ukienda kwa compound yako ama ofisi yako au boma lako au nyumba yako, unakuta mtu anatumia haja kubwa mbele ya mlango wako kila wakati kwa compound na kusumbua, iwe ni kwa shamba iwe ni wapi, chukua bitakola na geta pepe Kula pamoja, alafu tema mate juu yake, zrudisha hiyo, tamka kwaa, narudisha hiyo mshale kwa, yu kwa yule ambaye ametuma. Basi utaona hiyo roho ikivunjika na itarudi itakuwa ni silaha back to sender, hiyo itarudi kule mahali ambapo, uh, imetoka. Watu wa Mungu, kuna vitu vingi sana nitawafundisha mnaweza fanya na aligeta pepe, nitawasaidia kuvipata. Video hii ni video ambao ni ya maana sana, naomba msiiache, msikilize na mshee na wengine, itawasaidia sana. Watu wanaitafuta na mbegu na hizi seed, very soon nitawasaidia kuzipata. Asanteni na Mungu wa uzima awabariki, tukutane kwa video hiyo ingine. Bye, bye.